mjumbe wa baraza la ulama, naibu imamu kiti wa manyema hivyo <laughs> hivyo ambaye tuko nao wewe hapa ukimwakilisha mheshimiwa roho yetu Shekhe Abubakari Zuberi bin Ali Bwana Mufti na Shekhe mkuu wa Tanzania, Mungu akufawilishe ajila yaliokwakilisha mshauri wa Mufti, Sheikh mjombangu Sheikh Salim Lomba halifatlhadiria nawe, mwenyezimngu wakawazisha mbele wako babangu Sheikh Salim bin Ahmad Abdallah, mjumbe wa haia al ulama, umependeza na juzi juzimanifaijaza ya mavazi yake

kubali tu jina hilo Sheikh Yusuf wa wakidabu, lakini Sheikh wa wilaya hii, Sheikh wa wilaya na namashekhe wote mtogofu hapa na madarieti wenzangu, Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh mviwanda jana tuliongea sana na nikampa mushkeli wangu kuhusiana na siku hii ya leo na time taimu nitakayofika. Nashukuru alikubali, atakambia uje time hiyo na msikose, japokuwa limekushika ilo. Nitangulize hilo kwa sababu nimekuja mwisho wa mwisho, lakini jana kiongea na Sheke Mviwanda, na hivyo ndio ilivyo siku zote. Sheke Abu Thabit anasema mankaura itabuhu kala ashabuhu, mwenye lawama nyingi rafiki zake huwa wachache. amri i lahaaamatumimanyuma chake, mankaura asitauhu kaura huramauu, mwenye marafiki wengi lawama huwa nyingi. Hii anaelewa yeye vizuri. Sisi tumezungukwa na watu wengi, lakini moja katika kazi niliopewa na wazee hawa kushughulika na kila maulidi ya mkoa huu nihakikishe niwepo, au aende mtu, basi hata kutanguliza kofia iwe pale. Leo kuna maulidi kule kwetu Magomeni, jicho kwa jicho, jicho kwa jicho, na nina miaka mitano sikuwa nikienda, lawama zikawa nyingi sana Bahati mbaya ya shughuli ile sikuwa anakwenda, kwa sababu ya hii pale, katika shughuli ile ya wakina mama wawili, ni miongoni mwa wakina mama walionisomesha Qur'ani. Na kwa vile leo ni siku ya wanawake, nikawakawa au, leo ni siku ya wanawake, nikaenda kwa wale wakina mama. Hao ni wakina mama ambao kwamba wana nafasi kubwa hapa mkoani kwa kuwasomesha watoto wa Qurani. Miongoni mwa watoto waliosomeshwa na mama hapa ni mimi. Mwenyezi Mungu nao haufanyiwe pesa baada huo, e, ya kutanguliza udhuru huo, najua imeeleweka, maanake mufti anasema usipojisemea amsemewe, na alitupa kisa kimoja mufti kwamba katika wakati wao Tanga waliwahi kutembelewa na shehe mmoja kwa shekealia kuja, kisha baadaye shehe, shehe, akamwambia mpeleke shehe huyu mgeni wetu sokoni mjini atembee tembee. Sasa ile neno kwamba mpeleke shehe ikawa yule shehe hakulipenda. Kuna shehe tu hataji vitu vingine, alivyotoka baada ya kapua chake akaambia, we mtoto, mie sio shehe tu, mie gogo miongoni mwa faida nazopata, sometimes hujiambie watu mi gogo. Salamu zetu za mkoawasaulaaa, leo ni siku ya wakina mama. Na kakaangu Sheikh viwanda akasema shughuli hii ije na ujumbe huo, na hakika tangu mihadhara ya mchana tumesema sana. Sana. Sana na hapa nyinyi mmesikia na wakina mama wenyewe wamesikia sana. Uzuri shughuli hii zile kamera zote ziko live dunia nzima, na nazbc inakwenda. Kwa hiyo huko watu wako hivi wanaona na wanasoma sana kutoka kwa vinywa vitukufu hivi, na atakuja watakuja zejongo atakujaal Neno langu mimi katika ujumbe huyo, wanawake, kila nilichokisikia hapa nitakifanyia kazi, ndio ujumbe wangu. Usije tukaongeza maneno tukaharibu ya yale, kwa sababu basi nzuri mimi sikuyasikia, naweza nikarudia yale kawanaongeza, lakini neno langu mimi moja kwa umma huu, mkutano kama huu kuupata, hata wanasiasa waupata lakini amzee ulega, na kama wanaupata kwa gharama kubwa sana, watu ulufu amekaa kima wanasikiza. Kwanza nikupongeze mzee baba, kupongeze sana, sikungojee ufe ndo nisemeseme, kwamba anajitia tia ili kuweza kukusanya watu hivi mji huu <coughs> si, wa Dar es Salaam wakakaa kimya wakasoma kuanzia asubuhi mpaka sahizi, wanasoma tu wallahi, kuna si rahisi hii. Kama inadilika kitu, basi kikubwa ni mapenzi yao kwa walowaita Mwenyezi Mungu tu, kuja hapa ilikuwa panachemshwa

Suria zilichemka na ule moto ukuendelea ila tokeo la pale gharama ilipatikana, aliumwa. Sasa mwaka huu wacheni mambo magwayo. <laughs> Sisi tunampenda mpenda huyu hatuna jinsi. Kuna mpenda, kuna mpenda, kwa sababu anatufanyia mazuri maha, watu kama hao tupata wa sasa. Niseme katuita wei hivi ndugu zangu kwa nafasi yao ni waove. Mwanamke ni hivyo tulivyomsikia, kutoka kwa masheikh, hivyo walivyo. Tusiende tena, mkakengeuliwa haya, mkabadilishwa kuhusiana na mwanamke, mkageuzwa. Kuna maigizo ma mengi sana, tunayaona mitandaoni huko

Msalimu saltu, Mwenyezi Mungu anaangalia utendaji. <coughs> Inawezekana wewe kwa mwanamume, lakini katika utendaji kwa mwanamke tu <coughs> <coughs> sisi tunaangalia nini, inapai kweli mwana ndevu kisema sauti yako nzito kama yangu, sometimes anapanda gym na kifua, lakini sisi tunatizama impact yako katika a katika jamii yetu. Inawezekana wewe pengine chini ya vile wanamke, aya a, siende mtageu kabisa. Kuna kawaida tunasikia sana Shekhe wangu Shekhe Muhammad Ali rahmatullah alayhi aliwahi kusema, zamani watu wakija katika hadhara kama hivi wanasikia sana, baada ya kusikiliza wanakwenda kutumia sana. Shekhe Muhammad Ali alisema, lakini ma al-aqad shadidi katika wakati tuliokuwa nao, ikhtalatul mawazi, watu wanakuja wanasikiliza sana ili wakapinge sana. Ndo tulivyo vidote vidote, ukapinge yani uko hapa special kupinga tu. Na tangu limeingia jina la uchawa jina e, limetuharibu hilo. Huyu chawau chawa kutoka namna mbili au tatu, kuna chawa e wa nywele wa na chawa wa mwili na chawa wa nguo, si chawa gani? Pendeni tukitoka hapa kwa wingi wetu na haya tunasikia kwa wingi, tukayafanyia kazi, tuwaonyeshe watu kuna neno yeah. Maandamano, maandamano, maandamano shete, maandamano, maandamano nasemwa. Mi nawambieni hakuna asiyekuwa mwislamu akafanya maandamano, hayupo nchi hii umezaliwa na wengine sasa, tunafikia miaka sitini huko, ilikuwa e kina sura za kitoto ni wakubwa, tunaona kila maandamano oya oya, wenyewe sisi nisinde nikapigiwa mpila wa karatasi ndani ya najiwe naeleza lugha hiyo sijui <laughs> kama huko maputo yanajifana kule Magomeni, kuna samtaimu unarusiwa mpira wa karatasi ili kujadandana, kumbe ndani kuna nini, unavunjika mguu usiende sisi, <coughs> watu wa maandamano sisi, slogan yetu ni la ilaha. Angalia kalima tutafiti, inaanza na nafyi la alafu ndio inakuja ithbati la ilaha illallah. Kila muislamu kila anachokisikia anakikataa kwanza kisha anakipima, anakiweka katika mizani. Ukitoka mzani wa manufaa, anakithibitisha. Usibadilishe ukaanza kupokea, kisha ukatae baada ya kuumia, wazimu huo. Nanielewa mko wengi hapa hivi. shauleke akiona na watamani kule Mkuranga amtokee kama hivi, apati wapati mimi mmepita mingi kama kuja keye tafamu nawaambia, hivi hivi, twendeni na Tundemi, watu kwa tabia zetu sisi wa Islam tuna tabia zetu nini? Kukubali wema tuliofanyiwa. Imam Shafi rahmatullah taala alayhi anasema al alhuru, mungwana, mtu mwenye akili, mayurai idaada la kubaha, anachunga wema omdogo wayantami ila man afadahu lafullah. Na siku zote anajinasibisha na kujiweka chini ya yule ambaye ikampa faida japo ya neno moja, sio maneno yayo 100 neno moja tu. Mangapi tumefanya mangapi? lalo ni niwaambie, miongoni mwa tofauti ya mwanamke na mwanamume katika utendaji Wallahi nawaambieni, usomeni vitabu. Mwanamke ana uwezo wa kufanya mengi chini ya dakika moja, tizamini. hatamepanamanyumbani anaweza wakati huo huo akatandika, wakati huo huo anafua, wakati huo huo anafagia, wakati huo huo anakuja vijembe kwa ulimfanyia janga

na ulembaye kwamba anaziujia debe kuzipambania fikra hata kama zimesemwa na nani, lakini mshamba na mtumwa ni yule siku zote anaangalia mtu fulani hata kama anafikra mbovu. E, tulipitisha ile jambo kwa namna kwamba Mwenyezi Mungu yeye atatukadiria lakini, juhudi yetu inatakikana aa